Sawa, mtazamaji, sasa moja kwa moja twende kwenye yaliyojiri ndani ya habari, na ninazo habari habari nyingi tu, na habari ya kwanza ni kwamba, rais, kwanza kimsingi ni kwamba jana, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, alikuwa katika uzinduzi e, wa moja kati ya maeneo ambayo ni makubwa tu KK3 e, K3 kusoma e, kuandika na kuhesabu. Sasa rais ametoa maelekezo kwa wizara ya elimu sayansi na teknolojia E, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na wizara nyingine zinazoshughulika na swala la elimu kuhakikisha utekelezaji mzuri tu wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma kuandika na kuhesabu ili uweze kutekelezwa kikamilifu zaidi. E, tulipitia wote hapo K3 zile, sasa tutazame maelekezo ambayo ametoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akizindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma kuandika na kuhesabu KKK, kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili jijini Dar es Salaam. Rais Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizoziahidi kutimiza ndani ya siku mia moja za mwanzo baada ya uchaguzi, lakini pia mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili na kumi na nne iliyolenga kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na maarifa Stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Wizara Elim, ya Elimu, sayansi na teknolojia ishirikiane vyema na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu siishie kwenye makaratasi, nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yaani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesisitiza kuwa mpango huo utatekelezwa kwa miaka mitano hadi elfu mbili na thelathini na kutakuwa na mrejesho wa kila mwaka kuonyesha hatua iliyofikiwa kwa umahiri wa wanafunzi. Yako mambo makuu matano tu ambayo tutakuwa tunayazingatia. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha namna ya ufundishaji kama walivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu ya kuandaa, kuwashirikisha na hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia tatu ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia. Mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma kuandika na kuhesabu KKK unalenga kuwajengea watoto stadi za awali zitakazowawezesha kumudu masomo yao katika ngazi mbalimbali mbali za elimu na kuchangia katika ujenzi wa taifa linaloongozwa na maarifa na uchumi shindani. Takwimu za upimaji wa kitaifa wa darasa la nne mwaka 2022 hadi mwaka 2025 zinaonyesha kupungua kwa idadi ya wanafunzi wasiomudu stadi za KK. Mathalan, mwaka 2022 tulikuwa na wanafunzi waliofika darasa la 4 25841, tuliowatambua kukosa stadi za KK. Mwaka 23 walipungua wakafika 15616. Mwaka 2024 wakapungua tena na kufika 18960, na mwaka jana 2025 wakapungua wakafika elfu tano mia nane. Aidha, Rais Samia amesema pia serikali itaendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mkakati huo ili kuhakikisha rasilimali, mifumo na usimamizi vinaendana na malengo yaliyowekwa kwa lengo la kupata matokeo chanya kwa wakati. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Asante. Na hili la k tatu, e, bila shaka litazingatiwa katika kuhakikisha kwamba, e, taifa linakuwa na elimu bora na si bora elimu. Niandikia Juma kwa mfupi nikikuuliza ile la kwanza la, e, kukopa, lakini la pili ndio ile ambayo mlisikia, la mpango mzuri tu wa elimu nchini Tanzania.